Karibu sana, karibu kwenye podcasti yetu ya Kenya Wantam Notam Movement, yani KWM. Leo tunafanya uchambuzi wa kina kidogo, tunaingia ndani zaidi kwenye makala moja maalum iliyochapishwa Julai 18, 2025, imeandikwa na Village Action Online, hii ni sehemu ya KWM, na kichwa chake mm, kinauliza swali zito kidogo, where are the doctors where are the psychiatrists? why president Ruto's mental health needs attention? E, kichwa chenyewe kinaashiria uzito wa mada. Ni kweli na makala hii inajadili, unajua, mambo mazito kweli kweli. Inalenga kauli za hivi karibuni na matendo pia ya Rais William Ruto. Lengo letu hapa leo ni kukusaidia wewe, msikilizaji wetu, kuelewa vizuri hoja kuu ambazo zinawasilishwa na chanzo hiki. Ni muhimu tuseme sisi hatuchukui upande wowote hapa, tunachambua tu kile kilichoandikwa, madai yaliyopo na ule wito wa uwajibikaji. Basi tuanze, mm -hmm. Tuianze kabisa. Makala inafungua kwa kueleza uh, wasiwasi wasiwasi kuhusu baadhi ya kauli za Rais Ruto. Mwandishi anasema ni kama hazina mantiki, na labda labda zinaashiria jambo kubwa zaidi linaloendelea Wanatoa mfano ule wa madai kwamba Rais alipendekeza waandamanaji wapigwe risasi mguuni badala ya kichwani. Sasa, mwandishi anaitafsiri vipi kauli kama hiyo mm? Kulingana na anavyoandika yeye, anatafsiri kauli hizo na pia kile anachokiona kama ukosefu wa majuto, unajua, au huruma kuhusu vifo vya waandamanaji anavitafsiri kama dalili za, anatumia maneno kama msongo mkubwa wa kisaikolojia na hata ukosefu wa utu wa kimsingi. Yaani, hoja anayoijenga hapo ni kwamba hizi si kauli tu za kawaida za wanasiasa wanavyozoea kuongea. Chanzo kinasema hizi ni ishara za hatari, zinahitaji kuangaliwa kwa umakini zaidi. Sawa, na kutoka hapo kwenye kauli, makala inaelekea kwenye jambo jingine ambalo wanaliona ni muhimu: ule ukimya, ukimya wa serikali baada ya vifo vya vijana kwenye maandamano wanafika hadi kutaja majina maalum kama yule msichana wa miaka kumi na mbili, Bridget Njoki aliyefariki nyumbani kwake na Boniface Kariuki, yule muuza maski pale Nairobi. Sasa hapa hasa wanasema nini, kinacholalamikiwa ni kipi? Uh, hapo ndipo wanapokosoa vikali kile wanachokiita ukimya wa kutisha kutoka kwa serikali, hilo ndilo neno wanalotumia. Wanadai kwanza, hakuna msamaha wowote rasmi uliotolewa kwa familia za walioathirika Pili, hakuna hatua zozote za wazi dhidi ya maafisa wa polisi ambao wanadaiwa kutumia nguvu kupita kiasi. Na kwa ujumla, yani, wanaona ni kama hakuna uwajibikaji unaoonekana kutoka upande wa serikali. Kwa mtazamo wa makala hii, huu ukosefu wa hatua na hata huruma unaashiria uongozi ambao, mm, umepoteza mwelekeo na haujali maisha ya raia wake. Na hapa sasa, hoja yao inapanda ngazi zaidi, inakuwa nzito zaidi, si ndio? maana wanauliza moja kwa moja kuhusu afya ya akili ya rais. Wanasema hili si suala binafsi tena, wanasema limekuwa suala la kitaifa na hata linaingia kwenye usalama wa taifa. Wanahoji kwa sauti kubwa kabisa, wako wapi madaktari? Wako wapi wataalamu wa magonjwa ya akili? Ndiyo kabisa, hapo ndipo wanapofika hoja kuu. Hapa kama wanavyoiweka ni kwamba kiongozi ambaye anadhaniwa kuwa na akili isiyo thabiti hawezi kuongoza nchi ipasavyo, hawezi kufanya maamuzi kwa maslahi ya taifa zima. Kwa hiyo makala inatoa wito ambao si wa kawaida sana, kwa wataalamu wa afya ya akili kwamba waingilie kati, wafanye tathmini ya uhuru. Msisitizo wao ni kwamba afya ya akili ya kiongozi mkuu sio jambo lake tu peke yake, ni jambo ambalo linaathiri kila mtu, taifa zima. Kwa hiyo basi, baada ya hoja zote hizi kaumi, ukimya, afya ya akili, makala inafikia wapi? Hitimisho lao ni lipi? Wanatoa wito gani kwa wananchi wa Kenya? Kwa mtazamo wao, wanahitimisha kwa wito mkubwa sana, wito wa uwajibikaji, lakini huu wito wanaugeuzia kwa raia wenyewe. Wanasema wakati wa kukaa kimya umekwisha, hasa wakati wanavyosema maisha yanapotea. Wanawahimiza Wakenya wasikae kimya wadai serikali ikubali kuwepo kwa huu mgogoro, wadai viongozi wawajibike kwa matendo yao au hata kwa ukimya wao, na muhimu zaidi, wadai uongozi wenye huruma, uongozi unaofanya maamuzi kwa busara. Na hapa labda ni wakati mzuri kukukumbusha wewe, msikilizaji wetu, unaweza kuwa sehemu ya mazungumzo haya mapana. Unaweza kuchangia mawazo yako, yale mawazo ambayo unahisi yanaweza kuleta mabadiliko unayotaka kuyaona kwenye kijiji chako, mji wako, hata taifa lako. Jukwaa la Wantamnotam ulipo kwa ajili hiyo, tembelea tu www.wantamnotam.com. Unaweza kufungua akaunti yako pale leo hii, kweli kabisa. Na wito wa mwisho kwenye hiyo makala ni kwamba mabadiliko hayaji tu yenyewe, hayatashuka kama mvua, yanahitaji wananchi wenyewe wawe mstari wa mbele, wawe ndo chanzo cha mabadiliko hayo. Ni wito wa kuchukua hatua za kiraia kimsingi. Basi nadhani tumepitia vizuri pamoja jinsi hii makala ya KWM inavyojenga hoja zake, kuanzia kuhoji zile kauli za raisi, kuingia kwenye ukosoaji wa ukimya wa serikali kuhusu vifo vya waandamanaji, kisha kupeleka hoja kwenye swala lile la afya ya akili ya kiongozi, na mwisho kabisa kutoa wito kwa wananchi kudai uwajibikaji. Kinachovutia sana hapa, ukiangalia kwa undani ni jinsi chanzo hiki kinavyojaribu kuunganisha matukio maalum kama kauli fulani au kimya fulani, na dhana kubwa zaidi, dhana za kisaikolojia, dhana za uwajibikaji wa kitaifa. Ni mbinu ambayo inalenga kuibua maswali mazito, maswali kuhusu asili ya uongozi wenyewe na wajibu wa viongozi kwa raia wao. Ni maswali ambayo, unajua, yanahitaji tafakari na tunakuacha we, msikilizaji wetu na swali hili la kujiuliza na kutafakari. Je, uchambuzi kama huu unaotoka kwenye chanzo hiki unaweza kubadilisha au unapaswa kubadilisha jinsi wewe unavyotathmini kauli na matendo ya viongozi wako, na wajibu wako wewe kama raia katika kudai uwajibikaji huo, unaanzia wapi hasa, unaishia wapi? Ni jambo la kufikiria. Ni jukwaa lako la kutoa maoni na kujenga pamoja. Asante sana kwa kuwa nasi na kusikiliza podcast ya Kenya Wantam Notam Movement, KWM.